Katika uchaguzi wa mwaka 2000 Putin alichaguliwa kwa asilimia 59.9 ya kura. Matokeo ya uchaguzi huo yalishajulikana mapema. Putin alianza kushika wadhifa wa urais nchini Urusi mnamo mwaka 1999 baada ya rais wa hapo awali Boris Yeltsin kujiuzulu. Putin aliingia madarakani kwa mujibu wa katiba, na tangu wakati huo amekuwa anauimarisha utawala wake kwa sababu za kikatiba Putin hakuweza kuendelea kuwa rais. Baada ya kumaliza mihula miwili, alipaswa kujiweka kando na kumpisha mpambe wake Dmitri Medvedev ashike wadhifa wa rais mnamo mwaka 2008. Hata hivyo, bunge la Urusi, Duma, lilimchagua Putin kuwa waziri mkuu kwa asilimia 87.1 na licha ya kuwa waziri mkuu, aliendelea kushika hatamu za uongozi wa nchi. Mtaalamu wa siasa Mikhail Komin amesema Putin alianza kwa kuuvunja mfumo wa mamlaka ya ndani ya majimbo na kwa njia hiyo ameweza kujenga utawala wa kidikteta wenye nguvu kubwa usiokuwa na mithili duniani. Mamlaka yote yamo kwenye mikono ya mtu mmoja nchini Urusi, ambaye ni Vladimir Putin. Kuhusu mambo ya nje, ishara zinaonyesha kwamba Urusi na Marekani zinaanza kukaribiana tena. Hali hiyo ilianza mapema wakati wa muhula wa kwanza wa rais Donald Trump. Putin na Trump walikutana kwa mara ya kwanza mnamo mwaka 2018 mjini Helsinki. Nguvu kubwa za mamlaka ya Putin, wanasema wataalamu, zinatokana na vitisho vya kijeshi na ukandamizaji ndani na nje ya nchi. Kwa mujibu wa mtaalamu Nisnikov, kumekuwapo matukio ya kutosha katika miaka 25 iliyopita ambayo yangeweza kuwa hatari kwa rais wa Urusi Vladimir Putin. Miongoni mwa matukio hayo ni maandamano yaliyofanyika kwenye uwanja wa Bolotnaya huko mjini Moscow baada ya uchaguzi wa bunge mnamo mwaka elfu mbili na kumi na moja na pia kitisho cha hali ya wasiwasi kwenye rasi ya Crimea mnamo mwaka elfu mbili na kumi na nne baada ya Urusi kuitwaa sehemu hiyo. Pia zilitokea ghasia baada ya kufanyika mageuzi katika mafao ya uzeeni mnamo mwaka elfu mbili na kumi na nane. Putin pia alitikiswa na maandamano ya Navalny na maandamano ya kupinga uvamizi wa nchini Ukraine. hata hivyo rais Putin ameendelea kuyaimarisha mamlaka yake kwa njia nyingine kadhaa. Kwa mfano, ameudhoofisha mhimili wa mahakama. Mahakimu wanaomtii rais Putin wamepewa mamlaka makubwa zaidi. Pia ameubadilisha mfumo wa uchaguzi kwa manufaa yake. Rais Putin pia ameunda baraza kivuli la mawaziri kama njia ya kuwazima wapinzani, na waliomo kwenye baraza hilo wanapewa biashara nononono. Kampuni zao ndizo zinazopewa zabuni kubwa za serikali. Mwisho wa Rais Putin hauonekani kuwa karibu. Wataalamu wanasema mpaka sasa hakuna mtu mbadala na wala hakuna fursa. Uchaguzi wa mwisho ambapo Putin alishinda kwa haki ulikuwa ule wa mwaka elfu mbili na nne. Chaguzi zingine zote hazikuwa za haki na baadhi ya watu wanalalamika, lakini hakuna dalili iwapo Putin hatokuwapo baada ya mwaka elfu mbili na thelathini.